Wa jina mm. Mm, we unaitwa Joyce nani? Okay, umetokea wapi, umetusikia wapi? Nimetokea Singida, nimesikia kwa ndugu yangu ambaye aliwahi kufanya kazi hapa na kuchukua mkataba hapa. Okay. Ehe, akakwambiaje Joyce? Somo akakwambia nenda kwa somo wako kule. <laughs> e? Ndio. Ehe, alikwambiaje hapa hapa, yuko wapi sasa hivi? Masaki. Kwamba bado yupo kwenye hizi kazi au alishaacha? Bado yupo, bado yupo. Oh. Kwa hiyo yu, ulikuwa tu nyumbani unampigia una, una, una simu na namuliza vipi? Hapana, nimeishi naye kidogo. Yeye anafanya hmm. kazi ya kwenda na kurudi. Eh uh Au -huh. auko Masaki. hmm. Okay, kwa hiyo ulikuja kwake ni ndugu yako? Ndiyo. ndugu yako kivipi? Ni dadangu. kabisa? Ndiyo. Okay, kwa hiyo ulikuja kwa dada yako Yeye yeah, anaishi wapi ukiachilia mbali kazi Masaki, anaishi wapi? Anaishi Kawe. Kawe. Ndiyo. Ah, okay. na anafanya kazi na sisi? Ndiyo. Okay, kwa hiyo yeye ndo alikwambia toka Singida, njoo au ni wewe mwenyewe tu uliyemwambia dada, nataka kuja Dar es Salaam. Hapana, mimi nilimwambia nitafutie kazi, nataka kufanya kazi. Ah, ukiwa bado uko Singida. Ndio. Akakwambia njoo, kazi zipo. Ndio. Okay. Sawa, na ulivyokuja ndo amekuleta hapa au umekuja mwenyewe? Alinileta hapa. Alikuleta hapa kituoni. Ndio. Ah. Sawa, sasa wewe kazi za ndani unaweza kufanya? Kufanya. Ulishawahi kufanya tena? Ulifanyia wapi? Nifanya Tabora, Tabora. Wewe ulitoka Singida ukaenda Tabora kufanya kazi? Uh. h -huh. Ulifanya kwa muda gani kule? Mwaka mmoja, mwaka mmoja. h uh -huh. Changamoto za kazi za ndani ni nini? Changamoto ni za kawaida tu, kama usipofuata utaratibu, utakutana na changamoto nyingi. Mm -hmm. <laughs> Utaratibu kama upi? Na kutokupangilia kazi zako. Uh -huh. Uh -huh. Kitakukuta kitu, usipopangilia kazi zako vizuri ukazifanya kwa bidii, changamoto lazima utakutana nazo. Si ndio hivyo wajina? Ndio. Eh, hey, umeongea vizuri sana. Wadada wengi wanaolialia ni kwa sababu hawapangilii kazi zao vizuri, hawafocus kwenye majukumu yao, wakafanya kwa mpangilio na kwa bidii. Kwa hiyo matokeo yake unaona kazi ni nyingi, unaanza kuona kazi ni ngumu, kumbe ni wewe mwenyewe unashindwa kujipangilia. Umeongea ume vizuri sana. Okay. Kwa hiyo kazi za ndani ambazo zinahusisha malezi ulisema hapa Mm -hmm. Malezi ya watoto, hicho ndio kitu namba moja kikubwa kwa kwenye familia nyingi. Mtu mwingine ambaye hana mtoto hahitaji kuweka hata dada wa kazi mona, lakini wengi ni kwa sababu wana watoto k ndio maana wanaweka wadada ili waweze kusaidia pia na majukumu mengine. Kwa hiyo wewe, una ujuzi gani katika kulea watoto na kufanya usafi na mapishi? la watoto so, inahitaji tu kuzingatia muda wa kula, mm hivo vitu -hmm. mm -hmm. vingine vidogo vidogo vya kuwafanyia watoto. mm -hmm. Ndio, ehe. Kupika unajua? Ndio, najua kupika. mm -hmm. vizuri kabisa. Ndio. Unajua kupika vitafunio kama nini, vitafunio? Najua kupika mandazi. Mandazi unaweza mhm mm Chapati. Chapati unaweza, chapati za kusukuma, za maji, za maji ah, sio chapati bwana, hata Liston anapika eh, chapati kama mtu ambaye anajua kupika anatakiwa aanze na chapati za kusukuma, sio chapati za maji. Mtu anayesema anapika chapati za maji, yeye hajui kupika, sababu ile ni mtu yeyote tu anapika, anapika hata mtoto mdogo anapika. Kwa hiyo za kusukuma ujui. Najua. Unajua lakini unavyojibu <laughs> jibu lako alinipi <laughs> alinipi ujasiri kama unajua alina confidence. Kwa hiyo kama hujui, hakuna ubaya, maisha ni kujifunza, sawa. Sisi tunachosema hapa kwenye wadada wetu wanaokuja kwenye huu mradi, tunataka wawe wadada wa tofauti. Hauwezi kusema unafanya kazi za nyumbani alafu yale majukumu ya kazi za nyumbani huwezi kuyafanya vizuri kama hivyo. Kupika, unatakiwa uwe angalau unajua kupika vitafunio kama vitano angalau lakini, nini kinakuzuia kujua kupika vitafunio vingine vingi? Lakini lazima ujue kupika vyakula vizuri, kwa sababu hiyo ndo kazi unaenda kuifanya, kama biashara, si unalipwa hmm, eh? Ukiwa kwenu kama umeamua kubweteka hutaki kujua kupika, vitu sawa, lakini unaposema naenda kufanya hii kazi ili nilipwe, haina maana bosi wako anaenda kununua vitafunio na wewe upo hapo, na anakulipa mshahara. Kwa nini hmm? jifunze kupika. Eh? unga kwani shingapi ngano? Ukasema kila siku utasukuma chapati ngapi hapo, familia zenye sio kubwa, si ndio? Onyesha jitihada za kujiongeza, ili bosi wako naye apate moyo, aseme nina Dada nyumbani. Sawa, eh? Kwa hiyo lazima mjiongeze, mjifunze kupika. Wadada wengi kweli wanakuja, uwezo wao ni mdogo, lakini sisi tunachowafundisha nenda kajifunze, kwa sababu Mungu amekupa ubongo, akili ambayo unaweza kujifunza kitu chochote. Sawa, mmemsikia Dada Hawa amejifunza mabiashara kibao. Yaani sio mgeni ukimwangalia, si ndio? Na amesha kaa kwenye kazi za ndani sana tu. Kwa hiyo ni mdada ambaye kwa sasa sitaraji kwamba hajui kufanya kazi za ndani. Anajua na ndio maana unakuta bosi wake anamruhusu mpaka yeye kufanya biashara zake binafsi. Ndio namna ambavyo hata sisi tunaweza tukafanikiwa. Unapokuwa pale kazini jiongeze. Sawa? Usifanye tu ile ile minimum, yani kwamba ni mamba tu niangalie mtoto basi wewe unafanya unafanya kidogo. Hapana, mimi hapa kazi yangu ni kuwafundisha maisha. Sawa, ukitaka kufanikiwa kwenye maisha yako, fanya ziada, usifanye usifanye minimum. Sawa, fanya ziada. Ziada ndio hivyo. Usikubali bosi wako akanunua vitafunio, na wewe dada wa kazi upo unalipwa mshahara. Jifunze kama mvosema, maandazi si chapati, vitu mbalimbali mbali vya asubuhi. Jifunze, una akili ya kujifunza. Vyakula vya mchana navyo pika, vyakula vizuri sasa hivi tuna mitandao ambayo inatufundisha vitu mbalimbali kwa hiyo mbali. Msikubali kuendelea kuwa wadada wa kawaida kama wadada ambao wanatoka tu mtaani. Utabaki unazunguka mtaani maisha yako yote ndoto zako ulizo nazo huwezi kutimiza, kwa sababu unataka kujiongeza. Kama unataka kujiongeza tu kwenye kazi inayokulipa hela leo, utakuja kujiongeza kwenye biashara yako mwenyewe, huwezi, kwa sababu utakuwa umeshalemaa umebweteka. Sawa, yes. Mm, haya, wewe una malengo gani, Joyce? Ya malengo yangu. Nataka mm. Kwanza kwanza na biashara. Biashara gani? Ya kuuza vitu vya ndani. Vitu vya ndani ndio nini? Vitu vya ndani ni mfano vyombo vya mm -hmm. Okay. Ndani kwa nini biashara ya vyombo unapenda una yeah. Kwayo unapenda vyombo kwa hiyo bosi wako atakaye kupata yani ajue kabisa utapanga vyombo vyake vizuri utavitunza vizuri sio kila siku umevunja glasi umevunja kikombe ume mara mavyombo yamekaa ovyoovyo si unapenda unapenda vyombo haya eh? yeah. yeah. sawa tutafuatilia tuone bosi wako tu tamuuliza vipi vyombo vyako vimekaaje ali. maana alituambia anapenda vyombo si <laughs> sindio yeah. yeah. yeah. Unapenda vyombo kwanza tu hapo jikoni naenda kwa kukabidhi lile store na kule kwenye makabati tuone unavyopangilia vyombo. Si so, unapenda vyombo? Si ndio? Mbona uitiki ndiyo tena? Ndiyo. Eh, hapa ndio sehemu ya kufanyia mazoezi. Hapa kituoni hapa ndio sehemu ya kuanzia. Kabla hujafika huko kwa bosi wako, unachokisema unakijua, unaanza kukifanya hapa tunakiona. Na kama hujui unajifunzia hapa hapa. Sawa? Ndiyo. Hmm? Ndiyo. Hiyo ndio yako inanichosha, haionyeshi kama dada ambaye kweli unataka kwenda kazini. Amna hela za bure eh? Hakuna hela za nini, Joyce, za bure hapa. Hapa unaenda kuchapa kazi, hapa unaenda kufanya kazi. Kufanya na tunapoongea hivi, maana yake ni ushahidi kwa mabosi wetu wanaochukua wadada wajue. Kabisa tunasema na nyinyi, tunaongea na nyinyi kabla mjaenda kazini. Hakuna kazi ya bure, hakuna hela za bure ili upate hela lazima ufanye kazi. Na sisi hapa tunaamini kazi, ndio maana watu wanaokuja humu ndani wakishaingia tu kugetini huku ni kazi, kazi. Hata kuona ofisi chafu hatuwezi. Humu ndani tunasema ni wadada tunaoenda kufanya kazi za usafi, mapishi aa, na malezi ya watoto, si ndio e? alafu tunakaa kwenye jengo chafu. Kwa nini sasa ha? Mnasubiri kupangiwa kazi ipi, wakati kazi unatakiwa uanzie hapa. Kwa mtu ambaye hataki kufanya kazi akiwa humu ndani, huyo hawezi kwenda kufanya kazi, hata tukimpeleka kwa bosi wetu kwa hiyo polisi zetu ndio ziko hivyo, na tunataka mtu ambaye ana energy. Anavyoongea tu yani, unavyoongea we tayari umeshanipa red flag, wanaita red, red flag, yani naanza kukutilia mashaka. Mbona unaongea kama mgonjwa? au umekuja mgonjwa, unauma? Hapana, hmm? Hapana e, sioni sasa ile hamasa. Yani unajua kuna wadada ambao wako tayari tayari kama hawa walivyoongea, eh? Lehema naye kidogo, japo alikuwa ana nani, lakini unamwona kidogo ni mtu ana uwezo wa kazi. Wewe unaongea kama unaumwa mm. ndivyo ulivyo eh? ndio ulivyo, lakini kazi unapiga. Haya basi, mkiwa humu ndani tunawaangalia nani kweli mchapa kazi, nani anategea, nani anaongea maneno maneno ambayo hayahusiani na na sera zetu maana mtu anaekaa kule, "Bwana, kazi nimechoka, si nini." Ah, huyo sio mtu wa kazi, huyo hataki humu ndani, umeelewa? Kwa hiyo mnapokaa kule, usifikiri mmekaa tu, kuna kazi kubwa inaendelea kuangalia nani mfanyaji kazi, nani amekuja hapa anataka kwenda kuuza sura kwenye nyumba za watu. Sisi wauza sura hatuwataki. Nasikia ndugu zanguni, hapa tunataka wanajeshi majembe, wanaoenda kule kupambana kwa ajili ya hatima zao kwa ajili ya ndoto zenu, lakini huku mkiwahudumia vizuri mabosi wetu si ndio? Eh, haya karibuni, nawatakia kila la heri. Eh, mnapopangwa kazini nendeni mkalete sifa nzuri kwenye kituo chetu, lakini sifa nzuri pia kwenye maisha yenu. Mtakapofanya kazi vizuri, hata wewe mwenyewe utajisikia vizuri, si ndiyo? Bosi wako atakapokuwa anako appreciate, si unajisikia vizuri? Mm. Unamsikia dada Hawa hapa alichosema. Bosi wake kila siku alikuwa anatupigia simu kutupa sifa zake nzuri. Ni kitu kizuri, si hata wewe utapenda kitu kama hicho? Ndiyo. Mm. Kwa hiyo muende mkachape kazi, muende mkawe mabalozi wetu wazuri. Sawa? Eh? Haya, dada Hawa, karibu ehe. Sa sasa, safari hii kwa sifa nzuri ambayo umekuwa nayo, hukuwa dada wa mwezi, lakini sasa hivi utakuwa smart dada <laughs> nashukuru. E, sasa hivi utakwenda kufanya kazi za levo ya juu ulikuwa. Okay. Ni traditional Diyo. E, sasa utakuwa, tutakupromoti kuwa smati ushindwe mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu umefanya kazi na sisi kwa uaminifu mm. Na kweli bosi wako amekuwa akitupa sifa nzuri na ushuhuda. Tumeona umekuwa unaleta biashara zako kwenye semina zetu, umetuuzia, na kumbuka, hata mimi nimenunua kofia yako ile ya kulalia Diyo. Ehe, kwa hiyo, hiyo yote inaonyesha namna gani? mm. Uh, umefanya jitihada mm. na uzoefu wa kufanya kazi, sio lazima tuende shule, hata ukiwa kwenye kazi ukiwa una aliye wewe kaaumekua fanya kazi na mradi wetu sio? mm. mm. kwa, kwa, mm. kwa kweli tumepata sifa nzuri sana kutoka kwa hiyo, hukuwa dada wa mwezi, lakini umekuwa smart dada.